Tabora, karibu Toronto. Wadada wasikae nyumbani wajifunze ufundi mbalimbali, maana fursa zipo nyingi sana. Ukishakuwa ufundi usiangalie tu kwamba unafaidika na mshahara kiasi gani, lakini ujiulize hii kazi ninayoifanya je, yeah, inanistahili ina, ina, ina, ina, ina, ina mimi kulipwa nacho nacholipwa, lakini pia ufanye kazi pale kiasi kwamba mtu yeyote anayekuona ukifanya kazi pale anasema hakika na mhitaji huyu Tangu kuanzishwa kwa chuo hiki cha mafunzo ya ufundi stadi VETA Tabora mwaka 1999 kimekuwa kikifanya jitihada za makusudi za kuongeza fani mbalimbali mbali kulingana na mahitaji ya soko kutoka fani tatu hadi kumi kwa mwaka huu 2025. Fani hizo ni umeme wa majumba, uungaji na uchomeleaji wa vyuma, umeme wa magari, auto electric, useremala, nyoshaji bodi za magari, ushonaji, uashi, uhaziri na kompyuta chuo chetu pia kinatoa huduma ya wanafunzi kukaa bweni ambapo kwa sasa chuo kina jumla ya wanafunzi wa bweni 154 na, na wafunzi wa kutwa ni 347. Ndugu mgeni rasmi, ni chuo hiki tangu kilipoanzishwa mwaka 1999 hadi Mei mwaka huu jumla ya wahitimu 2112 wamepita katika mikono hii, apana wakiwa 1444 sawa na asilimia 69 na wasichana wakiwa 554 sawasawa na asilimia themanini na moja. Wahitimu wetu wote hawa siku ya leo ni huu kazi iliyokamilika. Pamoja na mafanikio yaliyopo, vile vile, zipo changamoto ambazo tunazikabili. Changamoto hizo ni upatikanaji wa nafasi za mazoezi kwa wahitimu wetu kwa ajili ya mazoezi ya vitendo, ukizingatia kwamba wanafunzi wetu lazima wa wafundishwe eh, nadharia vile vile na vitendo. Haya ni maafali ya tano ngazi ya tatu chuoni hapa ambapo jumla ya wanafunzi, mia moja ya wanafunzi 152 wamehitimu na wapo tayari kwenda kujiajiri badala ya kusubiri kuajiriwa kupitia fani zifuatazo: ukarabati wa boti za magari, umeme wa magari, useremala yani carpentry and joinery, ubunifu wa mavazi ya teknolojia ya nguo yani design, and cross technology, umeme wa viwanda, useketaji yani handloom weaving, uashi ufundi magari, uungaji na uchomeleaji vyuma, uhaziri na kompyuta. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba utusaidie kutuzungumzia suala la ajira au mikopo, ili tuweze kujiajiri au kuajiliwa, kwani kila mwaka vyuo vinatoa wahitimu na kujikuta tupo wengi mtaani kutokana na ukosefu wa mikopo na ajira za kutosha. Wazazi na walezi wanaona umuhimu wa kuwaleta watoto wao mahali hapa kwani kwa, kwa sehemu kubwa chuo hiki kimekuwa jibu kwa wale wanaosaka ajira kwa udi na uvumba. Kwa kweli haya mafunzo ni mazuri, yako vizuri kwa watoto wetu, maana tunaona mafanikio yao, yanasaidia sana kumtoa mtoto katika sehemu moja, kumpeleka katika sehemu nyingine. Vilevile wanakuwa ni msaada hata kwa mazingira wanaokuwa wanaishi, wana uwezo wa kujiajiri na hata kuajiriwa sehemu yoyote. Hivi neno langu kwa Watanzania, tupambane ili watoto waweze kupata elimu kupitia vyo vya VETA ili waweze kujiendeleza katika ufundi wa aina yoyote ile. Katika mahafali haya mkurugenzi wa VETA kanda ya Magharibi, Asante Rabi Kanza, anawataka wahitimu hawa kuwa waaminifu katika utendaji kazi kule wanapokwenda, pamoja na kuwahimiza kutobweteka na kile walichokipata zaidi ni kujinoa na kuendana na kasi ya teknolojia katika fani walizosoma. Mafunzo ya ufundi stadi haya yanasaidia sana kutengeneza wataalamu ambao watatumika katika sekta mbalimbali za uzalishaji. Ni muhimu jinsi ambavyo tunaenda kuendelea kuhakikisha kwamba vituo vyetu vio vyetu vinaendelea kuimarisha na kuboresha miundombinu yake ya utoaji wa mafunzo ili kuendelea kukabiliana na hii teknolojia inayobadilika kwa kasi sana. Nipende kuwaambia kwamba tunatakiwa unapoenda kule kwenye maeneo ya kazi, kuna, kuna fikira ambazo tukitoka nazo huku tunatoka tukidhani ya namna fulani, lakini mazingira halisi ya kazi si lazima yaendane na, na kile unachofikiria kichwani. Kwa hiyo ninawaasa kwamba kule mnapoenda mtaenda kukutana na mazingira fulani ya kazi. Kuna watu ambao wako maeneo yale, jifunzeni kutoka kwa wale ili muweze kupata usaidizi na kuwa wazoefu katika kazi. Mjitume, muwe waaminifu na waadilifu ili muweze kuaminiwa katika kufanya zile kazi. Usiangalie tu kwamba unafaidika na mshahara kiasi gani, lakini ujiulize hii kazi ninayoifanya, je, yeah, inanistahili ina, mimi kulipa nacholipwa lakini pia ufanye kazi pale kiasi kwamba mtu yeyote anayekuona ukifanya kazi pale anasema, hakika na mhitaji huyu na mhitaji huyu, kwa sababu anafanya kazi nzuri yenye viwango, anafanya kwa kujituma, anazingatia sheria kanuni na taratibu, ana kona kona. Kwa hiyo kwa namna hiyo mtaenda kujenga taifa la watu ambao wanaaminiwa na mtaenda kuongeza tija. Lakini pia sio lazima tu kuajiriwa, unaweza ukafikiria kujiajiri, kulingana na hali halisi ya maisha kwa sasa, suala la kuogopa fani eti hizi ni za kiume na hizi ni za kike linaonekana kuwekwa kando. Badala yake kinachoangaliwa hapa ni matumizi sahihi ya fursa zinazokuzunguka. Kitu cha kwanza kwanza nilichokipenda katika fani ya umeme majumbani, ni fani ambayo naweza kujiajiri mimi mwenyewe, na nina uhakika kwamba naweza kuifanya hiyo kazi mahali popote kwa sababu wahitaji wa, wa fani hii ya umeme wa majumba ni wako wengi. Neno kwa wasichana wenzangu, naweza nikwambia kwamba wasiogope fani, kwa sababu fundi hachagui kwamba anaweza kawa wa kiume au wa kike. Kumbe hata mdada unaweza ukasoma pia umeme wa majumba, unaweza ukasoma fani yoyote ile ambayo wewe itakufaa katika maisha yako mwenyewe na kuendeleza maisha yako pasipo kutegemea mtu mwingine. Mgeni rasmi katika mahafali haya Saidi na Mbecha kutoka benki ya kilimo Tanzania anaahidi kufungua milango ya kutoa mikopo kwa vijana hawa endapo watajiunga katika vikundi na kuvirasimisha kupitia halmashauri walizopo. Kuhusu changamoto ambazo zimetajwa katika visaa zinazowakabili tuko tayari kutoa ushirikiano kwa uongozi wa chuo katika kuona namna bora ya kuzitatua na kuzibadilisha kuwa fursa kwenu. Vilevile napenda kusisitiza kuwa wahitimu wetu kuangalia jinsi ya kuanzisha vikundi kwa ajili ya kupata mikopo ambayo itatolewa na taasisi mbalimbali, ikiwemo benki yetu ya ushirika SIDO, pamoja na halmashauri za wilaya zote, ili kupunguza tatizo la ajira rasmi kwa wengi wanavyotegemea. Lakini pia kutokana na risala ambayo tumeisikia kutoka kwa a ni fedha kwa ajili ya mtaji pamoja na ajira. Sisi tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia. Kuna mkakati ambao nilikuwa na upanga, nimewashirikisha baadhi ya viongozi nadhani kikifika mwafaka, utaelekezwa namna gani ya kujiunga na benki na kuweza kusaidia upande wa mtaji. Kwa wale wanaobaki hii ni nafasi kwao kufanya vyema katika fani zao, licha ya kwamba ombi na kilio chao kikubwa ni kwa serikali kuboresha miundombinu katika vyuo hivi kwa kuleta vitendea kazi vya kisasa vinavyoendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia. Matarajio yetu ni makubwa kama wanafunzi wa VETA kwa sababu tumejifunza mengi na tumeona mengi kutoka kwa wenzetu level 3 ambapo wa, wapo mwaka wa tatu, lakini kuna mengi wameyafanya na kuna mabadiliko tumeona wameiva kama mafundi. Tunategemea na tunatarajia kufikia nyao ambazo pengine wao wameweza kuzifikia. Ningependa serikali iweke nguvu kubwa kwa wanafunzi ambao wanahitimu, pengine kuwepo na ubia kwa mashirika mbalimbali. Mtu anapotoka hapa anaenda moja kwa moja kuweza kuonesha ujuzi wake alioupata hapa lakini pia waweze kutuboreshea na kutuletea vifaa mbalimbali. Tunajua sasa hivi teknolojia inakuwa, kwa hivyo basi upatikanaji wa vifaa vingi ambavyo ni vya kiteknolojia itatusaidia sisi tukaweza kutoka mafundi bora zaidi. Kingine iweze kutoa walimu ambao wanakuwa hapo specific kwenye fani husika. Kuna masomo mtambuka, walimu wengi sasa hivi ni wa masomo mtambuka, lakini tukipata walimu ambao wanakuwa ni wa vitendo moja kwa moja itatusaidia sisi kuweza kupata ujuzi mzuri zaidi.